Washukiwa wanne wa ghasia za baada ya uchaguzi William Ruto, Uhuru Kenyatta, Francis Mudhaura na Joshua Arap Sang wanasubiri kurejea tena kizimbani kushtakiwa rasmi kwa makosa ya jinai, na shinikizo la wawili hao, Uhuru Kenyatta na William Ruto, la kutaka kuahirishwa kwa kesi dhidi yao hadi baada ya uchaguzi mkuu ili kuwawezesha kushiriki katika kinyang'anyiro kijacho cha ikulu limepigwa jeki na kiongozi wa mashtaka wa mahakama ya ICC Luis Moreno Ocampo. Katika taarifa yake kwa jopo la majaji wa mahakama hiyo ambao wanatarajiwa kusikiza kesi hiyo, Ocampo amebaini kuwa hapingi kuahirishwa kwa kesi bora tu washukiwa hao waahidi kuwa watajiwasilisha mahakamani wakati wowote wa wanapotakikana. Ocampo pia alibaini kuwa hata ikiwa kesi hizo zitang'oa nanga leo, haziwezi kuwa zimekamilika kufikia mwezi Machi mwaka ujao, ambapo uchaguzi mkuu unatarajiwa kuandaliwa. Itategemea tena mahakama. Mahakama iko na maha, mamlaka ya kuamua kama watakubaliana na vile kiongozi wa mashtaka amesema ama la. Jamii za Gema na ile ya Kalenjin zilikuwa zimehiari kutafuta zaidi ya sahihi milioni tano kushinikiza kuahirishwa kwa kesi hizo ili kuwawezesha Kenyatta na Ruto kushiriki katika uchaguzi mkuu ujao. Lakini swala ibuka ni je, ikiwa mmoja wao atachaguliwa kuwa rais, je, ataendelea kushirikiana na mahakama ya ICC kama kuna dhana yoyote ya kwamba rais ama ama naibu wa rais kama wanadhaniwa ya kwamba labda kuna uwezekano wamevunja sheria zozote za nchi ya Kenya ama sheria za kimataifa, sasa bunge la Senate linaweza kuwaondoa kwa kura ya thuluthi mbili, eh, kuwaondoa ofisini ili ku ile tunaita impeachment kwa kimombo. Hata hivyo Ocampo alisisitiza kwa kuahirishwa kwa kesi hizo kuwe na masharti fulani likiwemo swala la kuwalinda mashahidi. Ocampo aliitaka mahakama hiyo ihakikishe kuwa mashahidi hao wanasalia siri kubwa hadi itakapobainika ni lini kesi hizo zitang'oa nanga rasmi Kiongozi wa mashtaka pia alikanusha dhana kuwa mahakama ya ICC ina njama ya kushawishi matokeo ya urais katika uchaguzi mkuu ujao huku akisisitiza kuwa ni wakenya tu watakaoamua wa ni nani atakayewaongoza. Washukiwa wanne wa ghasia wa za baada ya uchaguzi wamealikwa kwa vikao viwili mnamo tarehe kumi na moja na tarehe kumi na mbili mwezi Juni, kubaini ni lini kesi hizo zitang'oa nanga. Francis Gashuri, Citizen Nipashe.